Zanzibar ni njema na atakaye aje, ndicho ambacho unaweza ukasema, na hili ndilo lango la kuingilia Zanzibar kwa kupitia upande wa maji, eneo la bandari ya Zanzibar. Nini ni nini, nini? Nani atakayeibuka na kicheko katika machi ambayo Yanga ni mwenyeji akimkaribisha Dodoma Jiji. Uwanja ni Amani Stadium leo e, thelathini wameambulia alama tatu pekee. Mabadiliko kadhaa katika kikosi, Duke Ogabu anaingia katika kikosi Salum Abubakari Salum naye anaingia kwenye kikosi, ambapo atasaidiwa na kila Dickson Muhilo, Mokrim na Joash Onyango. Wakati mashambulizi kwa upande wa timu ya Dodoma Jiji leo anamtegemea Hasani Omar Mwaterema. zinapaswa kuanza saa kumi juu ya utawi, ili ziweze kumalizika sawia. Ameanzisha Hassan Mwaterema. Karibu sana Amani Stadium, karibu sana katika machi nambali mia mbili thelathini na nane na wenyeji ni Yanga Wakimkaribisha Dodoma Jiji ambaye hana rekodi njema mbele ya Yanga kutoka Dar es Salaam. Wanaondoka Yanga, Clement Mzize anaingiza ndani kuchama, Clatous Chota Chama inamchukua dakika nne tu kuendelea kuonyesha ufalme wake, na anakwenda kupiga jaramba pembeni kwenye corner flag akiwatanguliza wananchi mapema kabisa. Mudi Kala amefanya haya mambo kwa miaka mingi sana hapa Tanzania, ni aliamua tu kuweka kule juu kabisa. Mudi Kala angefanya nini? No chance kwake yeye kufanya chochote kile zaidi ya kuokota ama kulokota mpira kunyavu. Bado mchezo wantu aewekwa ndani popita kasunda nje izi la kwanza ambayo linakwenda nje. Ilikuwa ni shambulizi moja la maana, pigwa one two ile ya akili kweli kweli, lakini ule mpira namna ambavyo aliukata au kwenda kwenye viwango sawa sawa hivyo -sawa. Kumshughulisha kwa namna yoyote ile. Mchezaji wa Yanga yupo chini akiugulia maumivu, akijizoa taratibu kwa one two ile katika msimu kadi ya njano kwa Kasalmini Idihoza, kadi ya kwanza kwenye mechi ya leo. Ngoja tuone, Chama anagonga posti ile bado haijaondoka juu, kanaingiza tena ndani, lakini filimbi imeshalia iwekwa hey, hey. Eh, na Chama ikagonga kule mtamba payama ikaenda kabusu pale Mwa, ikarudi ye mwenyewe akajigonga kwenye bomba lile mbaa. Salmeni Idi Hoza wakti wote, kipyenga kinaweza ikalia washiria sheria. Dakika 45 zimekamilika, nam Nasoro Mwichui anazimaliza dakika 45 za kwanza kutoka Amaan Stadium, ambazo zimepambwa na goli pekee la Clatous chota Chama, Mwamba Lusaka cha pili, dakika 45 za lala salama. Nasor Mwinchui rejesha tena mach Unguja, Amaan Zanzibar. Yanga bado yupo mbele kwa goli moja kwa sufuri dhidi ya Dodoma Jiji waliokanyaga gozi. Wakati huu hii inakwenda kwa kiungo mwingine tena, wakati Salum Abakar Salum, kadi ya njano ya pili kwenye mach ya leo, kwenda kasinya ile si kusinya mikataba ama kandarasi, lakini alisinya mguu wa mwenziwe. sabini na nane, tofauti alama moja. Haya, juk Abuya anacheza mlinda mlango Mudi Kala bado hajaondoka pedo pedokati, anacheza tena Mudi Kala nawekwa tena ndani mara nyingine. Abuya zimekuwa ni dakika nne tena kama ilivyokuwa kwa kipindi cha kwanza, Duke Abuya Lusaka wakauchukua ukalazimishwa tena ndani ukakataliwa tena lakini ukaingizwa na mwamba Lusaka. Alichokifanya Duke Abuya ni kupasia tu katika zile net na kufanya Yanga kuandika goli la pili. Hakukuwa na namna nyingine yoyote ile ya kuzuia hiyo Dodoma na wenyewe ni kama wamekuwa mashuhuda. Tumacho kodo Duke Abuya. Haya, Chama ndani ya kumi na nane Chama inagonga bomba na kwenda nje eh! la haula mudi kala analalama, anawaambia mnavyowaachia watatuletea madhara zaidi hawa. Aliseti, kakubali akaweka moja ile. Chama bayo inaonekana kibarua kimekuwa ni kizito kwake. Haya, pakom giza ndani huko. Haya, maxi anaweka nyavuni. Ibrahim Abdullah Hamadi Baka akimalizia kazi ambayo ilianzishwa na Maxi mpia Nzengeli. Chuma ya tatu ilianzwa kona fupi, akawekewa pakom na akaiseti ndani, Maxi mpia Nzengeli kaweka moja kule, mpira ambao ulikuwa kama unakwenda nje, ikaguswa kidogo na Ibrahim Abdullah Hamadi Bacca. Yanga tatu. Pakom Peto Zuzwa, anamtafuta mtu, anaingia ndani ya box, ingiza mpira moja, juujuu juu kule. Mzizera kataliwa watu wabaya, haya pembeni kule, Ikangalombo Maxi bado Shehani Ibrahim Jukenje eh! Aia, namna ambavyo ilisetiwa <laughs> Udikala alikuwa anachungulia tu, inakwenda kutua wapi? na yuko tena kwake pembeni kule Jonathan Kapela Ikanga Lombo, Ikangalombo anacheza kwenye line ile, bado umerejea tena Kibwana. Jonathan Ikanga Lombo anazunguka huyo, anatafuta njia wapi, kwake Shomali anakwenda chini. Muamuzi anasema hakuna penalty ya namna hiyo. Amka, amka kijana wa Morogoro. Ikangalombo, Jonathan Kapela. Maxi mpia Zengeli Zengeli anakataa mlinda mlango eh. Amejitahidi sana Zengeli leo kulazimisha kufunga, lakini kulikuwa kuna maeneo ambayo kama angecheza na wenzake, mtaji wa Yanga ungekuwa ni mkubwa zaidi hii leo. Angalia namna ambavyo aliingia juke, mara ya kwanza alikuwa onside wakati anaiomba, lakini akachagua Maxi mpia Nzengeli aingie mwenyewe kwenda kumtafuta Mudi Kala, akampangusa vizuri Mukrimu Isa Abdullah, lakini Mudi Kala akamwambia tena hapana, hamna urahisi wa namna hiyo, akaishia kupigapiga tu zile nyasi. Ibrahimu Abdullah Hamad, mwite Bacca pembeni huku Faridi Musa anachezwa kuy kamata. Mwamuzi anasemaje? Ni goli la nne nne anakataa Mudi Kala, ni mpira ambao ulimenywa ule wakati unaondolewa On goal, anakwenda kwa kasi kwelikweli kweli kumpata Ustaz Hamisi Changwalu, akaulazimisha mpira mmoja ndani kule, akaumenya wakati anauondoa. Naam, Dhahir bin Shahir, ulishaingia ndani akawa ameumenya ule mpira on goal, hiyo aliuchukua ndani na kurudi nao, akatua nje. Changwaru anamwambia kwamba niliona hivyo. Wanarudi kati kwa mara nyingine. Hamis Changwaru, mtoto wa Kariako huyo. Mwamuzi anasema mechi bado ipo on. Ingizwa ndani, anaukataa tena, ameumenya kwa mara nyingine tena. Joash Onyango wekwa tena naikanga lambo anajifunga Maxi mpia Nzengeli. Anaweka goli la tano. Alilitafuta mno, alilisaka sana, lakini sasa hatimaye ulianzia kwake Shomari. Ukiangalia mpira kulikuwa kuna harufu ya offside. lakini ukamenywa kwanza, ukaua hiyo akaucheza Mudikala bado eneo ambalo alikuwa hapo Maxi Nzengeli ilikuwa ni eneo la offside, lakini mwamuzi msaidizi nambari mbili Hamisi Changwalu hakuwa ameona vyema. Goli la tano Mudi Kawa ananyosha mkono lakini haijamsaidia chochote. Nasoro Mwichui anaita kati kumaliza dakika tisini za match nambari mia mbili thelathini na nane katika uwanja wa Amaan Stadium. Ni Yanga tena wakiendelea kuvuna ushindi mnono, magoli matano dhidi ya Dodoma Jiji. Dakika 90 Yanga tano, Dodoma Jiji sufuri. Mimi naitwa Nurdin Selemani, nikutakie kila laheri na kwaheri.